Sala tatu ndani ya Viwanjani, baba vipindi vyote va michezo hapa jumbani Tanzania kwa ajili ya kuweza kuangazia zilizobamba mitandaoni, taarifa mbalimbali, lakini bila kusahau pia tutaangazia pia duru hili kuhusiana na thech, habari mbalimbali za kimataifa. Bado nipo na wachambuzi wangu abisa kachero wa kimataifa, uh, man from Viwanjani pamoja na Michael Johnson ngoli mimi ni Saidi, Instagram ni van underscore sumu ya makaka saidi. Kwa wakati huu hapa tumkaribishe Ari Bakari Mufti akifika hapa kama kawaida yake. Uh, ukisikia tumikogo hiyo akiwa anaingia hapa, kijana kutokea Magula, lakini anapapenda sana Unguja na Pemba. Uh, kesha ingia hivi sasa, tunafurahia uwepo wako bwana Ali Bakari Mufti eh, eh, hiyo unaonaje hiyo hapo? Nimesikia za chini chini ya kwamba unatamani kurejea Pemba, sijui wamekufanya nini watu wa Pemba kusema mm. kunifanyia <laughs> so, um, uh, yani, nini tena wamekufanyia ukarimu gani? Ukarimu, Waswahili na Kiswahili mchanganyiko hey, yes, yeah. Kiukweli... uh, ndugu yangu ngoli, nilipenda <laughs> <laughs> uh, uh, nilipenda utamaduni, utamaduni. Uh, kuna mtu mmoja alinambia akasema ah, Pemba kama Jamaika huh, kwa sababu Pemba kama Jamaika. <laughs> <laughs> <laughs> kama Jamaika ni nini huh? Kwa sababu ya mandhari yalivyo kijani imba miti, yaani unaipata ile ardhi fulani hivi kama Jamaika, sio kama Jamaika nailiaijaniil an am alafu mvua yani, yeah. kidogo mvua yes, yeah. yani, mm. kwa hiyo yeah. Mwisho wa siku ulikupo unafurahia kuiona mandhari ya Pemba, lakini pia uh, ile hali ya kipwani hmm. Pemba ni pwani hmm. Hmm. Utamaduni wake, aa, kiukweli ni kiboko kabisa. Nikasema hapo kipata basi, msuli wako tu bila <laughs> shaka ulifika macho manne Yes, mefikana na ile sio macho manne, macho manne, macho manne, macho manne. Eh, sasa gombani mpya gombani ya kale wawi Mtambwe. Yes, wow, gombani imependeza. Tuende uh, yes, moja kwa moja katika mm, zilizobamba mitandaoni lakini wakati tunaanza na habari za zilizobamba mitandaoni, niombe radhi mashabiki wa Arsenal wasije wakafikiria kwamba nimedhamiria, lakini ndio habari zinazotamba mitandaoni, sio kuonekana mm, kama nongwa Eh, huyu ni Patrice Evra, anasema kuitazama Arsenal ni kama vile unatazama eh, Netflix, anasema always unatakiwa usubiri msimu unaofuata ama msimu ujao hayo, yeah. ni maneno ya uh, beki wa zamani wa Manchester United aliwahi kuyatamka na sasa yameshika kasi baada ya Arsenal jana, uh, kupata kichapo kile cha magoli mawili kwa moja ambapo jumla ya magoli yakawa matatu kwa moja kutoka kwa PSG. Sijui Abisai Steven Kachero, hmm, uh, juz, jana tulikuwa na, na, na, na yee hmm, alisema ya, ya kwamba Arsenal watachukua kombe lipi, na sisi tulimuuliza ya kwamba unazungumza kichambuzi ama kwa hisia, hakutupa majibu kana muda. Sasa tuambie wewe. Patrice Evra aliongea siku moja anasema kutazama Arsenal na project yao ni kama unatazama Netflix. Eh, tovuti maarufu kwa ajili ya kutazama, eh, nani mbalimbali. Akasema, uh, you, you always have to wait for the next season. Yaani una, unapaswa kuwa unasubiri tu msimu ujao atakuja na nini kwa sababu wao wenyewe kila kitu utafanya msimu ujao utajenga timu msimu ujao. Sasa hii project ya Arteta ndio inaenda miaka mitano kama sio sita. Kafanikiwa kuijua timu, kapata wachezaji wanaotaka, falsafa imekaa msimu wa tatu anaishi wa pili kwenye Premier League hawafanikiwi kile ambacho wa wanakitaka, kwa maana ya kuchukua makombe. Sasa na hii wametolewa usiku wa kuamkia leo na PSG kwenye nusu fainali ya Champions League, wa mashabiki wao wanazungumza pia, msimu ujao tuta improve huenda tutapata hiko kitu. Sasa yamefanya tumuone, Evra alikuwa shujaa na sahihi kutamka haya muda uliopita huko, kwamba anaijua Arsenal vilivyo. Mwanzoni wa alivyosema, watu alijua kwa sababu yeye ni ni mpinzani. yes, mm amepita Manchester United, amecheza kwa mafanikio lakini yes, lakini Arsenal kweli wanafaa wajitathmini waji kwa okay. Mfano ukiangalia miongoni mwa sababu liwafirisha this time, wanakosa mshambuliaji wa kufunga magoli mm. Kila siku mm. Na hili ni swala ambalo waliliona kwa sababu Gabriel Jesus Mm. Uzuri yeye na Mikel Arteta ametoka Manchester City. Yes, mm. Anamjua huyu kijana mm. kwenye michezo 38 ya msimu mm. anaweza akapatikana 15, 15 na 20 akawa bench kwa kubwa. Kwa hiyo ukiwa naye lazima uwe na striker mwingine. Afidie siku ambayo Gabriel Jesus hayupo. Msimu wa kwanza kaanza kufunga, kapotea kwa sababu ya kuumia. Alikaa miezi mitatu. Sasa ukikosa quality hiyo utashindwa kuamua mechi kwenye big stages. Kwa hiyo na msimu pia hilo tatizo limejirudia. Na hapo hapo na hapo watu wanahoji kwamba Ali Bakari Mufti kuleta hiyo stori hiyo kuwa ya kwanza ni kutokana na Real Madrid ili wafanikiwe kuchukua kombe. Labda kama lianzishwa kombe la wapiga pasi nyingi, walinde mashabiki wa inayofuata na yenyewe tuona. Na ndio maana mimi nilianza kwa kuomba radhi, watu wanasema wewe Jumatatu baada ya ile klasiko tukuone to... na stori ya kwanza ya classic, tuone posti inayofuata, tusi sana ama tusi wafilisi wa watu wa the pitch mm, najua mtakuja kuchambua kwa undani zaidi. Huyu ni profesa hamo kutoka Kenya pale, mchekeshaji mashuhuri <laughs> na aliweka posti baada ya mechi, posti ya mechi tu kumalizika ya mechi ukumalizika aliweka posti akasema next season tunabeba mbona e, tunabeba. <laughs> hajamalizia na kauli yake. Mungu ni mwema, cha kwanza hiyo, anasema we wasema tu hivyo ninja we, hivyo, na, next season nayo tunabeba. Huyu mwingine anasema Uh, ubwabwa umepikwa kwa pafyumu, pafyumu inanukia kwelikweli. Profesa yes, katika ucheshi na mambo ambayo yametokea jana. Yes, tutoke hapo tuende katika posti nyingine, tuone na kwenyewe uh, kuna habari gani? Haya, tuwaache mashabiki wa Arsenal wakiwa wanajiwaza. Yes bwana, jana kulikuwa kuna mechi kali sana kati ya Al Nassr dhidi ya Al Ittihad, lakini uzuri zaidi uliwakutanisha watu wawili, Benzema Karim lakini pia na Cristiano Ronaldo ambao wote hao walipita Real Madrid. Na pia Cristiano walikopwa anakabwa na mchezaji mwenzake wa Ureno Danilo. Yes, yes, yes. Kwa ilikuwa yeah. Kama ndugu mm. Hivyo kupo wana uh, wanapambana. Uh, yeah. Jana yani, kulikuwa kama vile unaona yule liga Hispania kidogo, unaona England pale kidogo, kusema Kant alikuwepo, Sadio Mane. Uh, Sadio Mane alikuwepo na alifunga Sadio Mane, lakini pia Kant alifunga. Mm. Uh, kwa hivyo mambo yalikuwa amenoga lakini mechi hii bwana, uh, Al Nassr walitangulia kwa magoli mawili. Lakini mwisho wa siku mechi ikamalizika kwa kufungwa wao magoli matatu. Uh, lakini kikubwa ni kwamba hawa uh, hizi uh, nembo za Real Madrid ambazo zili Ipamba huko nyuma zilikutana liutanan ni wenyeji wa Pamba jiji katika dimba la KMC hapo Mwenge majira ya saa kumi. Lakini anasema mwambie mwenzio leo, eh, tunakutana uwanja wa KMC kufurahia Simba yetu. Hizi eh, ni salamu ama taarifa ambazo zinatakiwa ziwafikia mashabiki wa Simba Sports ya kwamba uh, Simba ipo uwanjani na hauna sababu wewe ya kutokwenda ama kutokulipia kisimbuzi chako. Wakati Simba wanasema umwambie mwenzako ukaitazame uh, Simba yenu. Sisi tunakwambia ya kwamba lipia pia na kisimbuzi chako uweze kuburudika na mvua hizi ukiwa umelipia kisimbuzi chako, afu kuna burudani ya Simba Sports dhidi ya Pambajiji mambo yanakuwa minoga kabisa ama anasemaje? Burudani kabisa. Kabisa. kabisa. Yes, tutoke hapo na wenyewe Pamba Jiji wanasemaje? Wanasisitiza ya kwamba hatuja sahau saidi. Nafikiri unaweza ukaa na fahamu, zaidi kwa nini Pamba wanasema hatuja sahau? <laughs> Nadhani uh, wajasahau kutokana na kipigo mm. walichokipata mm. katika mechi ya duru ya kwanza yes walifungwa bao moja kwa sifuri yeah. mm. uh, mechi ambayo ilikuwapo ina vitu vingi sana yes, yeah. kabla ya mchezo, <laughs> kabla ya mchezo. Uh, Simba mara uwanjani mm. Mm. Kadha wa kadha, mm. Maneno, mm. Mm. na taarifa kadha wa kadha, maneno ya nje na kadhalika, lakini mwisho wa siku mechi ikaisha kwa bao moja kwa sifuri Simba. yeah. yeah. na, nadhani wanazungumza hawajasahau kwamba kichapo kile hawajakisahau kwamba mm. wanatamani kuja kurudisha ama kulipiza kisasi katika okay. mechi okay. ya leo ni mechi nyingine ambayo naamini tunaenda kupata mechi ambayo ina toughness hususan. yeah. Kwa, kwa jinsi nadhani Simba watafanya sana na mabadiliko kidogo kwa mwalimu Fadlu, kwa sababu kupisha wachezaji wengine. Mawazo mengi sana kwa wazo wa ningepata wazo wa kumuuliza, mm. ningemwambia kwamba anaongea nini na wachezaji mm. wake na kuwatuliza kisaikolojia, kwa sababu wakati anaenda wa kucheza na Stellenbosch mm. siku nilimuuliza swali pale katika mm, fini, mm, mm, mm, akasema hata kama unawaambia wachezaji mm. kuhusiana na kuweka msisitizo katika mechi hii, nadhani ua mm. ni mechi ya rdd fa mm. yeah. lakini bado mawazo yapo Stellenbosch okay. Kwa hiyo hata kama unaongea na wachezaji lakini mm. bado kiubinadamu ki, ki, tu yeah. Yani mawazo ni fainali yani, kwa sababu lazima niende kacheze fainali, lazima mi niweke historia ya kushiriki, hata kama kukaa benchi tu pale. Kwa hiyo napamba wanaingia na mentality ya kusema kwamba tusicheze playoff tuwe okay. Sehemu salama sawa so, yose hayo ni ya NBC Premier League majira ya saa kumi Azam Sports One HD. Tutoke hapa tuende katika posti nyingine na kwenye tuone. Yes, unafahamu ya kwamba kuna mashemeji dadi wakati el clasico itakuwa inachezwa uh, majira ya saa kumi na moja, lakini ya wakati huo huo tutaishuhudia mashemeji dadi, kwa maana ya kwamba Gor Mahia inaikaribisha AFC Leopards. Tumsikilize mchezaji wa Gor Mahia kwa uchache kidogo, anasemaji naye kidogo tatu zimesalia kuelekea katika mchezo huo tarehe 11 pia kisimbuze unakosaje burudani hiyo. Tutoke hapo tuende katika posti nyingine, na kwenye tuone. Uh, kuna habari uh, gani? Yes bana, hawa ni mashujaa na wanasema mapigo na mwendo yamewafikia ndugu zetu wahazabe wanaopatikana Manyara kama sijakosea, Manyara kule. Eh, mm. Uh, sasa hebu tumsikie huyu ndugu yetu baada ya kuveshwa hiyo jezi.

Michael Jensen nguli, huwa unakwenda Manyara, bila shaka utakuwa <imitra> umeelewa vizuri <bisu>, zaidi <laughs> nikwambie tu ndugu yangu, hata ukae naye siku nzima, hata neno moja utaelewa. Ila wenyewe wanaelewana, wenyewe wanaelewana. Ah, ah, utapambana sana ukisikia lugha, ni sauti za nasibu, maana ndio, na na pale tunapofundishwa kwamba <imitra> hakuna lugha kubwa kushinda lugha nyingine yeah. maana yake ndio hiyo kuna yeah. watu wanaweza kusema kwamba Kiingereza ni lugha kubwa mm. ndio maana wanasema hakuna lugha kubwa zaidi ya mwenzake mm. lugha ni wewe kujuana, mimi na wewe tunazungumza yeah. ukifika sehemu unakutana na jamii kama hiyo ya wahazabe yeah. ama wale wa koisan mm. wakina bushmen mm. unazungumza nao nini mm. Kwa hiyo hapo ndio nilojua kwamba umuhimu wa lugha kwamba kila lugha na, na eneo lake ambalo watu wanazungumza. Umewataja Bushman kule mtaani sisi nahitaja mchechela ile bana. <laughs> Nirejeshe matangazo kwako Saidi, na shukrani sana kuungana na Michael Johnson Ngulu. Lakini na kachero, umemwita hivyo eh? mm. Huyu uh, ni kachero wa kimataifa, the man from Viwanjani. Okay, sawa sawa bana, mimi nitajitahidi ni post kitu kije hapo bana, zile za kachero kachero, huwezi kutoka. Ni nimpa tu angalizo a za kikachero zikija hapa basi anaanza na hali Mufti, alafu twende wengine. wilaya imeongezeka kule, unaambia nimepata ufafanuzi zaidi wenyewe uh, wanasema wilaya bado. mm -hmm. Lakini kuna wanasema miji almashauri, si miji ile. kuna mji wa siyo, Mlimba, kuna mji wa Ifakara, lakini bado, lakini nafikiri wanaelekea kwa kuongeza Oktoba likua naelekea Albakari mufti alikuwepo hapa katika zilizobamba uh mitandaoni tukiweza kuangazia taarifa mbalimbali. Naamini umekoshwa na kile ambacho tumekuletea hapa katika uh, zilizobamba mitandaoni lakini